Cool. Yeah. Yo. You, you, you, you, you. Okay. Tuko na Rasta Maiko hapa. Atakuja baadaye kutupa vitu Rasta. Are you guys ready for this final? Oh, oh yeah. Yeah. Okay. Tulia. Tulia. Tulia. Fulani tunaandika majina, kelele, DJ wapiga, mmoja mmoja wapo Okay, narusha hii coin hapa. Hii ni coin ya mia tano. Okay, imeangukia kule. Ehe, ulichagua nini? Kichwa? ulichagua nini? ulichagua mwengi? Basi hii coin, ili nisivute kwa mkono nikaonekana mimi nimependelea, naivuta namna hii. Mba. Mba. Haya, we niambie hapo la Star Mike nini hiyo juu, mwenge au kichwa? Mwenge. Kwa hiyo ina maana mwenye mwenge ndo anaamua nani anaanza, si ndio? Okay, Bobo alichagua mwenge, mwana alichagua kichwa. Bobo, chagua unaanza wewe au unamwachia bwana G Kibwengo aanze, unaanza mwenyewe? Unaanza mwenyewe. una... yaani unajichinja, yaani, yaani, yaani, yaani, nasema hivi yaani Yani nachomaanisha hapa ni kwamba umeamua kwanza kujichinja. Ah, I <laughs> ah, I was was was just just saying, saying. It, it was for me, not you, Songa. Okay, so umeamua uanze wewe. Okay, round ya kwanza tunaanza na uh, Bobo MC kutoka Ukonga for the fucking first time anafika final. Bobo. jirefubji Bobo, sijamua ile nimeamua kukuchinja, usiwasikize wale, mi na kuwinda nakwambia, bwana mdogo, mi ni ninja, kwanza navyokona unaonekana kama kinda, natamani hata ningekupa mimba, ungekuwa shishi nyumbani, ungekuwa unapika ningekuwa mi narudi kila mida, si unajua baby nimekumisi, na vile shika kila kitu vile nakupa unalizika, vile kwako burugu nyingi pata shika, yani midako mashoga zako unawanika, unambia nyingi stori zako. Tukiwa ndani yale ni mambo ya kitandani, sio lazima uwaambie majirani. Nisikize yani kukupenda litamani, hizi ndevu zako tanyoa tena saluni. Wanakuona kama vile wewe sera, alafu leo na kuchola kwenye kamera yaani, ningekuwa na hela mchizi kama wewe, ningeenda kununua dera au shera, ungevaa sindelela, maana vile watu anakuchola, alafu umelewa, sijui umevuta una devera, angalia jinsi gani na kupiga bafutania na mchangaa MC ametunyolea panki, ana sula mbaya kauzu kabolo yanki. Leo hapa leo utaluka, luka utalukaluka utadanki-danki utaganda juo ni kuite manki na kisula chako iki hapo, usinikunjie usishindane na Kingwengwe ni kama mie wewe, lolote usinambie, hata sula ukikaza kwangu mie we bado bibie. Ha! huwezi kusindana na huu moto wewe, kubwa zima lakini we bado mtoto, uniwezi kabisa leo hapa utambwela, kubwa zima lakini kubwa hili ni bwela kuku la bwela, yaani kuku la kizungu. Leo nakuchuma kama ndizi kwenye mkungu, kwenye macho yako dogo ashapata ukungu. Nasikia unaendaga njia panda kuvunja vyungu. Leo nakwambia kabisa, wewe Bobo unaonekana kabisa, unaleta yobo, kachekesha kacheka kama mmoja yobo kabisa, anakaweza awe mtoto mdogo aliweza. Nyi Kibwengo Jiku, mimi ni teacher, leo hapa kwenye bato, unaonekana mimi nakuficha unaonekana kabisa Oh yeah. Yeah. Back to judges. Yeah. Ebwana, hii round nimesikia makonde kutoka pande zote mbili. Lakini mimi binafsi makonde leo yapendelea zaidi ni Jiki Bwengo. So kura yangu mimi nitampa Jiki Bwengo. Jiki Bwengo. Bwengo. Oh yeah. Songa. Ebwana, what's a final. Ebwana finali imekuwa kali sana. Yeah. Watu wamerusha makonde mengi sana. Uh, nimependa Bobo MC confidence yake anarusha makonde uh, kuna vitu tuki, kidogo ambavyo vilikuwa vina vinamfanya vina, vina nashindwa kupata points yeah. uh, kuna kuna muda vina kama vilikuwa vinamtatiza hivi kidogo yeah, kwa hiyo hiyo yeah. Kidogo angeenda navo vile hii round alikuwa amechukua. Oh yeah. So hivyo kidogo vimepunguzia pointi lakini amefanya vizuri okay. uh, G Kibwengo pia amejibu vizuri mimi ningependa kuona raundi nyingine ya pili. Draw. Yeah. Sawa. P. Uh, Bobo, mi nimependa ambacho ulikuwa unataka kutuonesha kwa sababu Bobo alikuwa anatusimulia hapo, unajua ilikuwa sio tu kushambulia, alikuwa anatusimulia yeah. ni kama ambavyo aliwahi kuongea Niki, ni kama ambavyo washawahi kuongea wengine kwamba unaweza ukaja hapa alafu ukawa unamwongelea jamaa kwenye engo fulani unaanza naye mpaka unamaliza naye yeah, kwenye hiyo engo. So huyu yeah, ni kama alikuwa anatusimulia stori za manzi yake yeah. Sasa anatupa visanga, anatupa nini, lakini alichokuwa anajichanganya ni, ni kwamba kuna wakati anambonda, mm. Kuna wakati anamsifia, sijaelewa. Yeah. Mm, mm, kwa hiyo anaenda anarudi. Yeah. Yeah, hiyo ndio imemyumbisha, lakini kama ange sustain kwenye hiyo story. Yeah, mimi nilikuwa nainyosha moja kwa, kwa Bobo, lakini uh, next time kwa makini sana, kwa sababu huu ni ushindani mkubwa, lakini pia uko kwenye eneo gumu la finali. upo na, na mtu mbaya Kibwengo. ameshambulia sana hii round, kwa hiyo yeah. kwa sababu amefanya vizuri Kibwengo, nampa Kibwengo round ya kwanza. Yeah, yeah. Nimekamata Mike na mchana, huyu Bobo MC anaonekana kabisa uya hapa tu MC MC flani hivya, pamwe mwepesi leo na kufanya umwage mpaka kinyesi na kudundisha kama vile kitenesi, kiuno chako ukikate kama reisi au na gari ya upati hata teksi. Yani hapa unyukoka wala pepsi, unaonekana kabisa uni ukolesi, unakutoa manunduge ukefenesi Houni oh, wezi kabisa kwa kila stanza, mimi namaliza wendo, kwanza unaanza unaonekana kabisa shakule maza, umepima ukimwi majibu mabaya ngaza na kuonecha kabisa wewe hapa ni toru, na kupiga misiri inavyopiga gaboru. Wewe kabisa hata kama mwili mkubwa, na kufunga tuna cheni kama mbwa ya yeah, haunitishi na kifua hiki baba, unaonekana leo mata kipa kuzaba, hauna kabisa hauna buku ya chai, kifua hiki mbavu hii dawa yako chai chai na sonsi wewe mina nakulenga na sikukosi level zako, hauwezi hapa, unapata losi. Nenda tu ikasa ukatubikia misosi. Ningekuwa mwanajeshi ningekuita mtuhumiwa, ningekuwa mimi mwalimu ningekuita mtainiwa Yaani kitu ambacho unatarajiwa mtoto kama wewe, nenda ukapale miwa. Mtoto kama wewe naona uniwezi. Nishatembea kwa miguu mpaka Kinyerezi nkafika Mbezi, kupanda bajaji pia siwezi. Kufika hapa nimetumia nguvu kishenzi, shida yangu hili nipate elfu hamsini. Sijui utaniamini kama nechana ni mimi. Unasikia voko unahisi kama majini ni mimi niliokwambia badilisha nguo mwilini. Unakumbuka tangu wiki iliyopita nilikuchana hapa hapa kwenye spika, sauti yangu pia ilikuwa inasikika. Nikakwambia wewe sio dili, ni dilisha. Nikisema na kuna maanisha, mtoto kama wewe unahitaji maisha, ila ndoto hujazifanikisha. Rudi kwanza nyumbani madili kuyakondesha. Bibi yako mwenyewe hujampa sadaka hata kanisani, hauna mamlaka. Una kesi nyingi za kuiba na kubaka, tutakupiga wewe simu ikiibiwa hapa. Bwana, fainali kama hizi ndo si tunapenda! <laughs> fainali kama hizi ndo si tunapenda! Yes, hii hey, ndo fainali sasa. G Kibwengo, oh, yeah. Yes, ameanza vizuri, amerusha makombora ya kutosha. Mimi nikasema bwana, hii ngoma ndo itakuimeshia. Hapa imeshia bwana, alivyokuja na comeback bwana Bobo MC bwana, bala. bala kabisa ametumia <laughs> sekunde sitini vizuri <laughs> kuwakilisha. kwa hiyo hii raundi ya pili bila kuangalia pembeni kwa upande wangu amechukua Bobo MC. Bobo MC, makofi kwa Bobo. Oh, yeah. Mansuli, Sinza star japokuwa saa hizi unakaa Mabibo. <laughs> eh? Ah, kwa saa hizi ni Mabibo star. <laughs> Ada confirm mwenyewe. <laughs> <laughs> <laughs> kurangu itenda kwa Bobo MC, big up sana Bobo MC kwa hiyo comeback. Pima wenge kutoka Kiwalali, japokuwa sometimes unakuwepo Mwenge. Mimi nimpe, nimpe pongezi sana Bobo kwa sababu oh, uh, yeah. Sio tu anataka kuchanana na watu. yeah. anachanana kwa kutumia maarifa makubwa vile vile. kwa hiyo unaelewa? oh yeah. yes, ni ushindi fulani wa kishindo yani sio wa kuotea. Bobo umechukua hii. Bobo MC. oh yeah. Oh yeah. kwanza ndugu pole sana Nikishinda elfu hamsini nitachokugea labda buku tu ya furu sana. hapo ulipokuja, amna ofa za Savana, unaonekana kama una kitu cha kufanya. Alokwambia unajua, alikudanganya. unapayuka sana, hakuna chochote unachochana. Kwanza mi nakwambia, hakuna mwanaume kifua. We mwanaume sidilia, mpaka shati nalishikilia. na ii bukta umevaa au inaning'inia? Mi nakwambia ukweli mzee, siku chani kikejeli mzee, unaonekana tu tapeli au una kitambi. Ningekuita pedeshe, ungekuja benki ngekupa tare. Hii tisheti yako sijui jinsi, wala sikuelewi jinsi, unaiti chizi kama vile we hauko fiti. Unaonekana kabisa we mwana snitch, wezio amesema ukiwa kwenye mambo ya dona unaweza kumeza, basi nioneshe kwenye freestyle kama imaki unaweza kunitengeneza, unaweza kwenye zibiti kucheza, ama hizi vesi zangu ndo utazigeza, utasaza sauti au utarudia tena sauti zako za kulegeza. yep, yep, yeah, yeah. Usinisogelee, usinitishe chamsingi dogo, mbele hapo weni pishe. Umekaa kinyonge kama mamarishe mama, leo kwenye bato utaomba yaishe. Ha, kabisa leo utaniomba, umesimama kizembe, utasema mgomba mjini wemwe kuja kwa ajili ya mjomba na kazi yako kubwa weniombaomba na kupiga bomba. Leo nakusomba, umelewa pombe kama vile wenikomba dogo jaja hone somboe na kuchana usiku kujaribu kujalibu hata soboe macho yako kabisa, jinsi ilivyo unaonekana kabisa. Wewe ni hivo nicheki hivo hivo na ivo vyako visige, kushindana na Kibwengo bwana usige leo na kung'ata kama kung'ata na kama nzige. Tushuke chini nikupige, wezi kushindana na mimi mimi nimevolokwa ule za tembe koko mbagala magugu. Leo kevologwa unatoka pugu na kulima we ni shamba lenye magugu hata ukianzisha vurugu. Huyu nasikia ni yule mchawi ndugu. Skills bado zinazingatiwa sana. Nimependa yeah. sana. Nimependa yeah. sana ambacho nimekiona. Yes, Bobo Katamba lakini nikupe tahadhari sana Bobo, sijajua ni ni ukimention okay moja kwa moja ndio inakuchanganya, kwa sababu kuna wakati unatushikia kofia, unaita jinzi, unatushikia nini, yaani we mwenyewe ndio unaanza kujikanyaga hapa, so muda ule unaharibu kile kizuri ambacho umeanza nacho, yani mwanzo ulianza uli vizuri nikipata elfu hamsini nitakupa tu ya full sana, siji buku siji, afu baadae ukaanza kutu mentionia vitu, ukaona tudanganya, ukishika hichi unashika hichi, unaita pensi jinzi, unaita, uh, su, ile siji nini. Kwa kwa hiyo eneo hilo kuwa makini sana, kwa sababu ndio litakuwa linakuponza hii. Mimi nitampa Jiki Bwengo. Jiki Bwengo. Oh, yeah. Mansuli bwana kwanza big up sana, Bobo MC, kwa upinzani maana na wengine, kwa round ya pili mshindi kashajulikana tayari. Ah, nadhani labda sasa sijajua na wewe uka, uka lose guard kama anavyosema wengine akishashinda ile akiwa na kelele akiwa mengi, kama inakuwa overconfidence ama vipi? Ndio maana muda mwingine pia nasema ukaanza kwa, unajichanganya mwenyewe sasa. Kwa mimi pia round yangu hii ni kwa kofia ya jeans. Hakuna kofia ya jeans. Ah, ni vile tu watu waje. Unajua kuna kuna kuna mshikaji mmoja alikuwa anakaa kijiji fulani ndio amekulia hapo. Sasa maisha yake yote kwenye hicho kijiji, mnyama mkubwa ambaye alikuepo pale alikuwa ni bata. Yeah. Kwa hiyo kuna siku ameshakuwa mkubwa, akapata bahati kutembelea kijiji kinachofuata, akaja akakutana na mbuzi, jamaa alizimia. Kwa sababu mnyama mkubwa ambaye amezoea kumuona ni bata, ameenda amekutana na mbuzi akazimia. Kwa hiyo kwa pengine mazoea, pengine hujai kuona labda socks ya jeans au sie, yeah, yeah, ndo kama hivi. Eh, bwana Bobo MC big up sana. Uh, umeanza vizuri, ulivyofungua umefanya vizuri hapo katikati, nadhani ndio hivyo uka unajichanganya kwamba unashika kofia unasema labda t-shirt sijui nini. Lakini pia ukaja ukajitahidi mwishoni ukamaliza vizuri so, umeanza vizuri, katikati kidogo ukachengua, uka mwishoni ukamaliza vizuri vizuri, umefanya vizuri kabisa kwenye hilo lakini ungezingatia pale katikati pengine ushindi ungekuwa oh, yeah. Uko nao uh, sasa hivi. G Kibwengo pia umekuja umefanya vizuri, lakini kuna baadhi ya sehemu ambazo mimi nilikuwa sikusikii vizuri. Kama sikusikii vizuri, na maana nashindwa kujaji pia, lakini umerusha pia makombora mazuri baadhi ambayo nimeyasikia. Uh, the way una deliver, kila mtu anajua deliverance yako iko vizuri kabisa uh, kwa mpambano huu Niki compare mimi ningetoa ninge ningependa kusikia raundi nyingine, natoa sare kwa pambano huu raundi ya tatu. Kwa upande wangu mimi, majaji wenzangu washawote wametoa kwa G Kibwengo ko yeah, tunafanya mjumuisho tu hapa tujue unaenda. Okay, vipi? Kwa raundi nyingine, yes, raundi, raundi ya kwanza alichukua G Kibwengo, raundi ya pili akachukua Bobo raundi ya tatu amechukua tena Weng, G Kibwengo kwa hiyo, G Kibwengo ndo shindi so. oh yeah oh yeah oh yeah!